Tengere Kitojo unazungumza matatizo ya Tanzania, sio kwamba hatu sasa hivi watu wana pesa, mm -hmm, wana pesa wana vifaa pia kuna mm -hmm, uwezekano wa kufanya mambo lakini tatizo ni kwamba vifaa hawaweki hela katika kutengeneza vifaa au labda wanabania hela au vifa, um, ni kitu gani kwa ni nini vifaa sio vizuri? Kwanza nieleze ya kwamba tushukuru ya kwamba ujio wa digital equipment umesaidia sana kwa sababu miaka ya nyuma, kwa sababu kulikuwa hakuna digital, walikuwa wanatumia analog, ilikuwa mm. tofauti ya digital na, na, na, na, analogia. Analogia yu, ni ngumu sana. Analogia ni kwa Kiswahili, ukiniambia nieleze inaweza kuwa shida, lakini uh, an analog kifurbit, ni, ni ile ya kwamba ni ni system ama ni vifaa ambavyo viko uh, kwa mfano tunakumbuka enzi za VHS, ile mikanda mikubwa ile mm, ile ni analog kaseti. alafu kaseti mm. ikatoka kaseti ikaja CD hii ni digital digital sasa hii ndio inaweza nikaeleza maana halisi tofauti yake wre, wre, wre. lakini pia ukienda uh, kwenye kwenye uh, maana hiyo hiyo zamani kulikuwa na kamera ambazo unarekodia kwenye, kwenye kaseti mm. siku hizi ile imetoka ipo kwenye card ama kwenye hard drive, yani kuna storage, kuna kuna, kuna, kuna kifaa ambacho kazi yake ni kuhifadhi kile ambacho kinakuwa recorded, kile ambacho unakirekodi. Sasa yote yanawezeshwa na digital na ni nzuri, hasa swali lako ambalo umeniuliza ya kwamba pesa ipo hmm. lakini Je, yeah, ni kwamba wapo tayari kutumia pesa kwenye kuinvest kwenye hivi vifaa? Hilo ni suala ambalo ni, ni la mtu binafsi, ila kulingana na kile ambacho tunakiona hasa sisi ambao tunatumia sana online platforms ni kwamba bado kuna shida, bado wan, wamiliki wa vyombo hivi either ni private, ida ni ya mtu binafsi ambao wanatumia uh, uh, naposema private ni, na binafsi ni kitu hicho kimoja, namaanisha corporate ama ya mtu ambaye ni, ni, ni, ni, ni mtu mmoja. Kwa mfano miladayo hajawa corporate bado, ni ni mtu ambaye naweza ni, nikasema entrepreneur mjasiria mali ambaye amejitahidi sana, ana vifaa vyake, anaenda na rekodi, ana ana chaneli yake ya YouTube. Sasa ukiangalia hivi unaona ya kwamba hapa ndipo penye shida. Ni kwamba labda hayupo tayari kuspend hela kwenda kununua vifaa sahihi, mikrofoni ya bei ghali. Naposema mm. Eh, naposema hayupo tayari kuspend hela ni kwamba yupo tayari kununua microphone ya laki moja kuliko aende akanunue microphone ya milioni tano ambayo ni nzuri zaidi ambayo ni nzuri zaidi lakini sisemi kwamba ni lazima akanunue microphone ya milioni tano. Kuna microphone unaweza ukapata ya laki tano, ya milioni moja, ya laki tatu, lakini matumizi ni lazima ujue. Kwanza unanunua microphone kwa matumizi gani? Unaenda kurekodi indoors ama outdoors, nje au ndani, nje au ndani. Microphone inayotumika kwenye kurekodi studio ni tofauti na microphone ambayo utaitumia nje na Tatizo zaidi ni kwamba unakuta reporters wengi wanarekodi kupitia cameras, microphone ziko kwenye simu, ziko kwenye camera. Yeah, kwenye simu iko mm, kama ambayo iko uh, kwenye simu ambayo ukirekodi tu ukipress ile record button inakurekodia audio na video kama anavyofanya hapa eh. <laughs> Sasa hiyo ina challenge zake kwa sababu ni rahisi sana kupick sauti nyingine ambazo ziko surrounding katika lile eneo sasa mbaya zaidi, zile microphone za kwenye kamera, hasa digital camera, ndio zina hiyo, hazijatengenezwa kwa kukidhi mahitaji ya kurekodia tofauti tofauti. Ni ni kama default ambao wameiweka tu, lakini ndio maana unakuta uh, kwenye kila kamera, hasa digital camera, zina zina zina input ya XLR ina inaweza ukapata input 1 na input 2. Na maana gani uh, hiyo vitu unasema? Ah, hiyo inamaanisha kwamba unaweza kutumia external microphone sio internal. Yaani microphone ya nje. Mhm. Mm sio ile ambayo imejengewa kwenye kamera. Mhm. Mm internal ni ile ambayo imejengewa kwenye kamera. Kama kwenye simu. Kama kwenye simu. Mm -hmm. Lakini external microphone ni ile ambayo unaenda dukani unainunua na waya wake mm -hmm. ambao unaichomeka kwenye waya alafu unaipeleka kwenye kamera. Sasa hiyo ndio nayoongelea kwamba hapa ndipo tatizo kubwa lilipo, ya kwamba mtu anaweza akawa na kamera nzuri, lakini kwa sababu hayupo tayari kuspendi hela nzuri kwenye microphone, matatizo yanajitokeza. Ndio maana unakuta sauti una, una, una, una, unafanya press conference uh, labda kiongozi fulani ama mtu fulani ameita press conference, kwa sababu huna microphone ya kwenda pale kwenye podium ambapo anaongelea basi unategemea sauti kama ile ambayo inatoka labda kwenye maspika ama anayoongea tu. Sasa ile sauti kusafiri kutoka kwenye source mpaka kwenye kamera yako, kwenye, kwenye kamera yako imekutana na shida nyingi hapo katikati, imeshachafuliwa. Ikija kwako kwa unapata uchafu badala ya kupata sauti safi. Sasa lazima ukitaka uwe na sauti nzuri zaidi, kuna mambo mazuri mawili, suluhisho suluhisho, eh. Eh? Mm -hmm. Suluhisho, suluhisho la kwanza nunua microphone nzuri Suluhisho la pili nunua portable recorder ama portable mixer. Hizi zitakusababisha wewe sasa uweze kuwa na uwezo mkubwa wa kukontrol ile sauti unayotaka. Ziko wapi? Zinapatikana Tanzania, zinapatikana. Wewe sasa hivi well, kwa sababu ya mtandao uh, internet ni rahisi sana kuzipata. Unatakiwa tu ufanye uchunguzi, ufanye uh, research utafiti, ufanye utafiti, utafiti, ili ujue kwamba ni microphone gani ninayoitaka, lakini zipo sehemu nyingi sana kwenye kwenye kwenye kwenye internet.